Ni muhtasari wa habari, hoja na maoni mbalimbali ya mbali watumiaji wa Jamii Forums inapatikana katika jamii leo. Karibu, mimi ni Ramadan Goda, jina langu ni Khadija Mzena kabisa. Tuanze habari yetu ya kwanza kwa siku ya leo, ambapo tunaanzia hapa Dar es Salaam, ambao tunaambiwa Nape asema chombo cha habari kitakachoripoti habari ya kichochezi kitahesabiwa kuhusika na uchochezi. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo nchini, huyu ni Nape Moses Nauye, ametoa tahadhari kwa waandishi na vyombo vya habari ambavyo vitajihusisha na kuripoti mikutano maandamano, au habari yoyote ambayo ni ya kichochezi kwa taifa kuwa vitahesabika kuwa vyenyewe navyo ni vya kichochezi, hivyo chombo hicho kinaweza kufungiwa kwa kueneza uchochezi uchochezi. Na ndivyo hivyo ambavyo wamesema Nape na uye, lakini sasa tuangalie takwimu zetu ambapo tumeweza kukusanya maoni zaidi ya 250 huku mtazamo wa jumla ukionyesha asilimia sabini wameonyesha kutoridhishwa na taarifa hii ya waziri wa habari kwa madai ni kuviminya vyombo vya habari uhuru Uh, wa kuripoti, na asilimia thelathini wameunga mkono uamuzi huu. Kukiwa kuna mkanganyiko huo wa waliounga mkono na waliopinga, baadhi ya michango kutoka kwa wadau wetu inakwenda kama ifuatavyo. Bunge la katiba yanajiita hivyo, anasema safi sana, naona sasa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimamiwa ipasavyo. Naam, huyu mwingine anaitwa Mawia, yeye anasema uhuru wa vyombo vya habari unawekwa kapuni sasa